Nchi ya Tanzania hujulikana kama kisiwa cha amani, lakini je, amani hupimwa kwa ukimya wa bunduki au kwa usalama wa miili na utu wa raia wake? Ujambo na karibu na popote ulipo, natumai uvyema na, na yule ajaweza kujiunga nasi subscribe, na usisahau kushare kanda hii ili iweze kufikia wengi. Katika makala ya leo ni kwamba, katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na madai mazito nchini Tanzania yanayodaiwa ya kutokea kabla, wakati na baada ya machafuko ya kisiasa na jamii, madai ambayo wengi huogopa kuyasema hadharani, madai yanayosemekana kufanyika gizani, mahali pasipojulikana, mahali panapoitwa Safe house. Tukirudi kabla ya machafuka, kulikuwepo na dalili: kukamatwa kwa watu bila maelezo ya wazi, wanaharakati, wanachama wa upinzani na hata raia wa kawaida. Wengine walidai walichukuliwa usiku bila kufikishwa kituo rasmi cha polisi, badala yake walidaiwa kupelekwa maeneo yasiyo rasmi ya kizuizini. Ukimkumbuka jamaa alikuwa anaitwa Boniface Mwangi, ambaye ni mharakati kutoka nchini Kenya, alikamatwa kutoka hotelini na kisha akaweza kupotea. Alipopeana historia yake, alisema kwamba hakuambiwa alikuwa wapi. Alijua tu akuwa katika kituo cha polisi kwa sababu alikuwa amefungwa hadi macho. Katika maeneo ambayo alikuwa amewekwa, kulikuwepo na madai ya mateso ya kisaikolojia vitisho na vitendo vinavyodaiwa kuandaa mazingira ya udhalilishaji mkubwa ikiwa ni ubakaji. Ukumbuke huyu ni mwanaume, ubakaji. Vilevile mwenzake ambaye alikuwa ni mharakati kutoka nchini Uganda ambaye alikuwa wa kike alikiri pia kwamba alikamatwa, akafungwa, hakujua pale ambapo alipelekwa kisha akafungwa miguu, ikainuliwa juu. Mtazamaji akasikia mmoja akisema kwamba tia moto, akapakwa rubricant katika shimo ya kuondoa uchafu, kisha akatiwa vyombo ambavyo vilikuwa ni kali zaidi. Sijui kama unanielewa mtazamaji. Jambo hilo hilo lilimtendekea bwana Ponves. Muda tu si kidogo, kukawa na machafuko, kukawa na maandamano, mikutano ya kisiasa na sauti za kutaka mabadiliko. Idadi ya waliokamatwa ikaweza kuongezeka, wanawake na wanaume, vijana na wazee. Hapa ndipo madai mazito zaidi yalipoanza kuibuka. Wengi wameweza kudai hata kama hawana nafasi ya kutoka hadharani kuwa walifanyiwa unyanyasaji wa kingono wa kiwango cha juu, vitendo vilivyokiuka kabisa haki za binadamu na utu wa mtu. Madai haya yanazungumzia udhalilishaji wa mwili kwa kutumia mbinu hatarishi vitendo vinavyodaiwa kufanywa kwa makusudi ili kuumiza, kuogofya na kufunja kabisa utu wa muhusika kwa wanawake na wanaume pia. Mliwaona viongozi ambao ni wa mlengo wa Chadema wakizungumza wazi, wakitaja jambo hili pia kwamba wamefanyiwa hujuma kama huu kiongozi wa kike alielezea jinsi alivyotendewa na maafisa wa polisi. Si mtu mwingine, ni kundi la polisi ambao wako special kwa kufanya vitendo kama hivi. Mwanaharakati Boniface Mwangi aliwahi kuelezea hadharani kuwa alipitia mateso makubwa alipokuwa amezuiliwa nchini Tanzania. Saudi yake mtazamaji, ilifungua mlango wa simulizi ambazo wengi walikuwa wamezificha kwa hofu. Hawa ni viongozi wa, na wanachama wa CHADEMA pia wamedai kukamatwa na kudharirishwa, wakisema mateso haya yalilenga kuua sauti ya upinzani kwa njia hofu ya maumivu. Hata baada ya machafuko mtazamaji, mateso hayajaweza kuisha. Waathirika walirudi nyumbani wakiwa na majeraha yasiyoonekana kwa macho: hofu, aibu, msongo wa mawazo. Wengine hata hawakuripoti. Kwa nini? Kwa sababu wale wanaodaiwa kuhusika ndio wale wanaopaswa kupokea malalamiko, maafisa wa polisi. wangeenda kuripoti kwa nani? Na yeye anayeripotiwa ndiye aliyemuumiza. Wengine hata walipewa onyo, wasiche wakasema chochote. Wengine walidai kwamba walifuatiliwa hata baada ya kuachiliwa. Mtazamaji, haya si masimulizi ya chuki, ni masimulizi ya maumivu ni madai yanayohitaji uchunguzi huru, uwajibikaji na haki kwa waathirika. Hakuna taifa linaloweza kusimama imara ikiwa mateso yanavumiliwa kwa jina la utulivu. Amani ya kule haiwezi kujengwa juu ya miti, juu ya miili iliyodhalilishwa na sauti zilizonyamazishwa. Mtazamaji, serikali inafaa kukumbuka kwamba haki si zawadi, ni haki ya kila raia, na haki ikinyimwa, ukweli lazima utasemwa kwa dhaadhari, kwa ujasiri na kwa matumaini ya taifa bora serikali ambayo wananchi wameweza kupoteza imani nayo, serikali ambayo wanaotenda vituko hivi ni wale ambao wameaminika kuhakikisha kwamba kuna haki kwa mwananchi wa kawaida, kuna amani kwa mwananchi wa kawaida, mwananchi wa kawaida ameweza kutunzwa kutokana na kudararishwa na vituko na matukio kama haya ambayo yanakozesha wananchi confidence ya kuishi katika nchi ya Tanzania. Asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Sam TV News. Kwa wale ambao ni wageni, jiunge nasi, sambaza ikanda na uweze kupeana maoni yako. Unatutazama ukiwa wapi? Asante.